ya maridhiano na amani e, wazee wa mkoa wa Shinyanga, viongozi wa sungusungu -sungu, machifu wa Shinyanga, viongozi wa dini mbalimbali wa Kristo na Waislamu na wadau wote wa amani mkoa wa Shinyanga kwa pamoja tunatoa ahadi serikali, kwa serikali kwamba tutaendelea kuwahamasisha wananchi wa Shinyanga kujitokeza kwa wingi kupiga kura tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025, na kumpigia kura rais, wabunge na madiwani kwa nyanja zote hizo, na baadaye natoa rai warudi nyumbani kwa amani na utulivu. Aidha, tutaendelea na maombi na dua na sala ili kuendelea kumwomba Mungu na kuhamasisha wananchi wote wawe watulivu, wakati nchi yetu ya Tanzania inaendelea katika uchaguzi tarehe 29 mwezi huu wa 10, 2025. Tanzania yetu amani kwanza. Asanteni sana. Tarehe 29 mwezi wa 10 watu wote watatoka kwenda kupiga kura na watarudi salama. Hawa ambao wana wanataka kuharibu kwenye mitandao humu, kwanza tuwapuuze, kwa sababu kuna watu ambao wanawafuatilia. Wala tusihangaike kuwafuatilia, tutaumiza vichwa, hatuna ujuzi wa kuwafuatilia. Wapo ambao wanawafuatilia, na mkuu wa mkoa ametuambia kwamba amani iko mkoa wa Shinyanga, tusiwe na wasiwasi. Kazi ya chifu naefahamu mimi ni kuhakikisha watu wake wanaishi kwa amani na salama, ndio kubwa kabisa. La pili, mkakati huu wa kuweka msukumo wa kuhakikisha kwamba watu wanaenda kupiga kura sisi tumeanza, tunaenda kuukazia tu. Tulipeana kwenye kikao chetu cha umoja wa machifu nanii Mwanza. Sisi siku ya tarehe 29 tutapenda mambo mawili makubwa. La kwanza, tunaenda kwenda kuendeleza ushawishi kwa kuhakikisha watu wanaenda kupiga kura kwa amani na salama. Yeyote, na yeyote anayejaribu kuvuruga amani na usalama wa nchi anavuruga pia usalama wa dini yake bila kujua. Nchi hii imejengwa katika misingi imara, na misingi hii imara tunayo fursa pekee ya kuendelea kuihakikishia jamhuri hii uwepo wake kuhakikishia amani tulionayo inaendelea kulindwa, na kuhakikishia umma wa Tanzania kwamba viongozi hawa wa kiroho wa imani bado wana fursa kubwa ya kuwaasa na kuwaambia watu wao washiriki kikamilifu katika zoezi zima la kutoka na kwenda kupiga kura, washiriki kamilifu katika zoezi zima la kuwataka wanata, watanzania wenzetu wanashinyanga wenzetu warudi nyumbani kwa amani mara nyingi tunaona mambo yanatokea watu wanaenda kushiriki katika tukio lililotokea hata nchi za jirani bila kusema ni wapi lakini baadhi hawarudi kutokana na wachache au baadhi ambao wanaweza wakafanya vurugu mama yetu Samia Suluhu Hassan kama rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania ameendelea kufanya mambo mengi na makubwa, lakini kikubwa ambacho ningependa kusema, ameendelea kuishikilia tunu ya amani ya mshikamano ya umoja wa Watanzania. Na kwa maana hiyo tutakapokuwa tunaendelea kuingia katika kipindi hiki ambacho kwa kweli vyama vyote vya siasa vinaendelea kunadi wagombea wao, Aa, tuendelee kuiombea nchi iwe salama, tuendelee kuwaombea wale wenye mamlaka. Tutakapofika katika jambo kubwa, basi tuwaase watu wetu watoke kwenda kupiga kura, tuwaase warudi nyumbani kwa amani, tuwaase umoja wa Tanzania, furaha ambayo imejengwa misingi tunayoipokea iendelezwe. Tushiriki moja kwa moja sisi na ninyi kama viongozi wa imani kama machifu kama maaskofu, mashehe mlioko hapa, viongozi waandamizi katika eneo lako, wale ambao wako chini yako. tuhakikishe wanajitokeza katika, katika zoezi hili zuri takatifu la demokrasia nchi yetu ya kwenda kupiga kura yule utakaye, na kuhakikisha wanaopiga kura wanarudi nyumbani kwa amani ili taifa hili liendelee kuwa nara liendelee kwa taa ya amani ya mshikamano katika bara letu la Afrika. Sote kwa umoja wetu na familia zetu tuweze kuitumia hii siku kikamilifu kama ambavyo imekuwa siku zote miaka yote. Tumekuwa na makundi kwenye mitandao ya watu wachache wenye kuleta viashiria ya kutengeneza mazingira ya kuivuruga ratiba ya kwenda kupiga kura. Hatutavumilia mazingira yoyote yale yenye lengo la kuleta tishio na kuvuruga utaratibu wa tarehe 29, tarehe 29. Kama ambavyo nimesema, kwa umoja wetu, mkoa wa Shinyanga tunaendelea kulinda amani tunatambua wazi kwamba amani ndio msingi wa uchumi. Amani imeendelea kuleta upendo, amani imeendelea kuleta kuaminiana, na amani imeendelea kuleta mshikamano. Naomba nitumie fursa hii, ndugu zangu, wana Shinyanga, kuendelea kukumbushana kwamba tarehe 29, tujitokeze tukapiga kura. Mkoa ni shwari, mkoa wa Shinyanga ni salama. Lakini pia uh, moja kati ya jukumu letu kuu kulinda uh, amani lakini pia kulinda usalama wa raia. Sisi kama mkoa wa Shinyanga tumeweka mazingira rafiki na wezeshi ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanatoka na kwenda kupiga kura, lakini pia hatutakuwa tayari kuvumilia matendo yoyote ambayo yana lengo la kwenda kuvunja amani yetu ya mkoa wa Shinyanga na yoyote hiyo atakayehusika kwa namna yote ile, iwe kutaka kuvuruga zoezi la tarehe ishirini na tisa hatutambulia, iwe ni kwa kuchochea, iwe ni kwa simu, iwe ni kwa mtandao, iwe ni kwa mkutano, iwe ni kwa kusanya watu, hilo tendo sio sahihi sana.